waziri Bashi ataja maadui za ulapamba pamba, mbunge amjibu. Zima waka wa ya umeme Zanzibar ya zua mjadala, lakini Dr Kijaji aja na bajeti ya mapinduzi mifugo. Dr Kijaji aja na bajeti ya mapinduzi mifugo. Mama mawigi wa ugomvi koini wangu mpigana eh, kiroho. Lakini Mnyika wanataka kuiua Chadema hawataiweza. Huyu ni John Mnyika asema wanataka kuiua Chadema hawataiweza. Lakini asema wako katikati e, kati ya vita na watawala. Ataja mapigo e, saba kubadilishana naye, lakini hechi asisitiza, no reform no election. Sugu alikana Chaumma e, lakini asema yupo sana Chadema, lakini Chaumma kusuka safu mpya ya uongozi leo. E, cha umma kusuka safu mpya uongozi leo e, lakini heche apinga mpasuko Chadema. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Kwenye gazeti lako lanipasha, Mwanga wa Jamii, kwenye habari kubwa zipo mbele, kipaumbele naandika Mchengerwa awapa kibano makatibu tawala na wakurugenzi. Lakini kigogo ACT ali na kuzuiwa kuzungumza na abiria Dar es Salaam. Kigogo ACT Wazalendo aliyakuzuiwa kuzungumza na abiria Dar es Salaam. Lakini Tulia atangaza kugombea Uyole aacha jimbo la Mbeya mjini. Tulia atangaza kugombania Uyole aacha Mbeya mjini. Lakini ripoti maalum ndoa za utotoni zinavyoweka mabinti katika umaskini. Ndoa za utotoni zinavyoweka mabinti katika umaskini. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Nipashe kwa asubuhi ya leo. Na mwarobaini migogoro ya ardhi sasa waiva. Huyo ni mwarobaini katika migogoro ya ardhi sasa waiva. Chadema yatamba bado iko imara. E, Chadema yatamba bado iko imara. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti ya Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Tukiachana gazeti ya Nipashe, tuangazie gazeti lako la habari leo lenye linaanza na habari inayosema bilioni 452 b zanogesha sekta ya mifugo. Bilioni 452 zanogesha sekta mifugo, ni mradi unaotekelezwa mkoa minane. Chanjo yaja nchi nzima. Nyama ya mbuzi kinara mauzo nje. Kijiji yatangaza vita uvuvi haramu. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu. Lakini Biteko tujenge mazingira kuepusha migogoro baada ya kifo Uh, Biteko asema tujenge mazingira ya kuepusha migogoro baada ya kifo cha Nebari, ukurasa wa pili lakini JKCI Burkina Faso kushirikiana tiba ya moyo. Uh, JKCI, uh, Burkina Faso kushirikiana tiba ya moyo, yule Nebari, ukurasa wa nne. Na Chadema yasema ipo imara imetulia. Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema chasema, uh, wapo imara na wametulia lakini Tanzania yataka sera rafiki kilimo barani Afrika. Tanzania ataka sera rafiki kilimo barani Afrika, habari ukurasa ukurasa wa nne kwenye gazeti lako la habari leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. E, e, e, tulia gombe ya jimbo jipya la Uyole. E, Jackson tulia gombe ni ya jimbo jipya la uh, Uyole. Ina habari pia inapatikana ukurasa wa pili wa gazeti lako la habari leo. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo linatupa habari kubwa inayosema Hemedi ahimiza ibada ya hija kwa Waislamu. Hemedi ahimiza ibada ya hija kwa Waislamu. Lakini barabara zote kujengwa kwa kiwango cha lami, huyo ni Dr Khalidi na Korea Mashariki. Eh, muhimu Korea, eh, mshirika muhimu kwa Zanzibar ni Dr Mkuya. Lakini serikali kujenga mtambo wa kutibu maji E taka serikali kujenga mtambo muhimu wa kutibu majitaka. Lakini Dkt Mpango ayataka mataifa kushirikiana kukabili njaa na umaskini. Dkt Mpango ataka mataifa kushirikiana kukabili njaa na umaskini, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika mkutano wa chakula barani Afrika na Brazil Dr. Mpango aandika njia kudhibiti njaa. Lakini mafanikio makubwa sekta mifugo na uvuvi. Zaidi e, ya nchi 500 kushiriki maonyesho ya utalii. E, maagizo ya waziri Mchengerwa kwa maofisa habari nchini. E, maagizo ya waziri Mchengerwa kwa maofisa habari nchini, ni maagizo gani? Basi gazeti la kulohuru na kutea habari hii kwa kina. Lakini makala wananchi jiandaeni kushiriki uchaguzi mkuu, huyo ni makala sema wananchi jiandaeni kushiriki uchaguzi kuna habari inaosema mfanyabiashara adaiwa kuiba milioni 20 ndani ya boksi. Mfanyabiashara adaiwa kuiba milioni 20 ndani ya boksi na bari, ukurasa wa tisa wa gazeti lako la Uhuru. Na tukiachana na gazeti la Uhuru, e, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania lenye inaanzisha uanzaji wa... wa Co-op Benki, ni jitahida za Rais Samia uanzishaji wa Coop Bank ni jitihada za Rais Samia. Hiyo ni habari ukurasa wa nne. Lakini Tulia abadili gia angani, huyo ni Ackson Tulia abadili gia angani sasa kugombea e, ubunge jimbo la uyole badala ya Mbeya mjini. Wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi yaandaa programu maalum. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula taifa tanzania kwenye ukurasa wa mbele. Lakini Wamachinga gazeti lako lenye linaandika Mpango atoa mbinu ya kukabiliana na janga la njaa na umaskini barani Afrika. Mpango atoa mbinu ya kukabiliana na janga la njaa na umaskini barani Afrika. Lakini wa Kenya wamuunga mkono Rais Samia, wa Kenya wamuunga mkono Rais Samia kwa kukemea wavunjifu wa e, wa wa wavunjifu wa amani. Na Dr. Kijaji awatangazia vita wavuvi haramu Dr. Kijaji awatangazia vita wa vuvi haram. Lakini aliomba bunge bilioni 476.6 bajeti kwa mwaka fedha 2025-2026. Kwa mara ya kwanza serikali utekeleza kampeni ya kitaifa ya chanjo na utambuzi wa mifugo nchi nzima, lakini aeleza BBT inavyowanufaisha vijana vizimba 480 vya kukopeshwa kwa wananchi hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga. Lakini Rais Samia ateta na mkurugenzi Global Fund kwa njia ya mtandao. Rais Samia ateta na mkurugenzi wa Global Fund kwa njia ya mtandao, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge wa na tukiachana na gazeti la Wamachinga e, asubuhi ya leo e, sasa tuangazie kwenye magazeti mbalimbali kwenye kurasa za michezo e, kwa asubuhi ya leo kuangazia eh, gazeti lako la Busati linaandika maajabu yapo, Simba kufanya ajabu dhidi ya Barikane, Yanga bado hawajapoa. Eh, ni gazeti lako eh, la Busati, lakini gazeti lako la Jamvi linaandika kila la heri, Simba Aziziki acha vijembe Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Jamvi la habari linaandika hawa Berkane watapigwa kote kote. Simba yajiweka sawa kutoa taji barani Afrika. Presha Simba ipo hapa. Yanga waamua moja mzize kama kawaida. Lakini bado tunaangazia eh, kurasa za michezo za magazeti mbalimbali gazeti mbali, eh, lako la machinga linaandika Fadlu nina imani na nyota wangu fainali. Huyu ni Fadlu Davis asema nina imani na nyota wangu fainali lakini Edna Lema ajipanga msimu ujao. E, huyu ni Edna Lema Mourinho ajipanga msimu ujao. Lakini kipa Mbeya City avutia vigogo Ligi Kuu. E, kipa Mbeya City avutia vigogo Ligi Kuu. Lakini Clara Ruvanga anukia England. E, huyu ni mwanadada Clara Ruvanga anukia England. Hilo ni gesti la kula machinga kurasa za michezo. Lakini Taifa Tanzania inaandika polisi Unguja, e, waonya atakayeanzisha vurugu. Nyu amani complex kesho kukiona. Lakini Yanga yavunja kambi ya Avic Town, wachezaji kwenda timu zao za taifa e, Yanga yavunja kambi Avic Town, wachezaji wao kwenda timu za taifa. Lakini Ibra aondoka rasmi konde gang, na akiba taifa Man United kumtimua kocha wake. Hilo ni gazeti la kula la Taifa Tanzania kurasa wa mchezo la gazeti la kula la Nipashe linaandika Dube ahidi kuipa Yanga ubingwa fa Dube ahidi kuipa Yanga ubingwa fa, Simba tutafia uwanjani, yawaita mashabiki kwa wingi kuhudhuria fainali hiyo. E, ani Simba sema tutafia uwanjani, yawaita mashabiki kwa wingi kuhudhuria fainali hiyo. Hilo ni gazeti lako la Nipashe ukurasa wa michezo. Lakini Zanzibar leo gazeti lako linaandika Names awapa mbinu wachezaji Simba. Huyo ni Names awapa mbinu wachezaji Simba lakini polisi kuimarisha ulinzi fainali shirikisho. Kocha wa KMK akiri kuwa na msimu mgumu, lengo letu ni kutoa ubingwa. Huyo ni Sheha. Lakini wadau ZFF waainisha fursa fainali ya CAFCL. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Zanzibar leo kurasa wa michezo. Lakini habari leo linaandika nyota Simba waja Pizza Yanga, yawapa pumzi wachezaji ngome, ubingwa wa taifa Juni 2. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula habari leo kwenye kurasa za michezo. Lakini Mwanaspoti gazeti lako linaandika iwe jua iwe mvua. Hilo e, ndio gazeti lako la Mwanaspoti linaandika iwe jua iwe mvua. Diara Aigawa Yanga. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo pata na kile yako kwa habari kwa kina. Huko e, kuelekea fainali ya Simba dhidi ya Berkane uwanja e, wa Amani Complex Zanzibar iwe jua iwe mvua.